Hujambo popote ulipo, mpenzi msikilizaji, ni matumaini na matarajio yangu kwamba umekuwa na mchana mwema. Karibu kwenye muhtasari wa wimbi la Samaritan FM saa kumi na mbili jioni la nkujina ni inshemela samuel Govilo. na naibu kiongozi wa chama cha democracy for the citizens DCP Cleophas Malala amepewa saa sabini na mbili kujisalimisha kwa polisi, la sivyo atakamatwa atakapoonekana. Malala anahitajika kuhojiwa kuhusiana na ghasia za Jumamosi zilizogubika mkutano wa chama hicho katika kaunti ya Kakamega ambapo magari yake matatu yalinaswa na maafisa wa usalama. Akizungumza afisini mwake, kamanda wa polisi wa eneo hili la magharibi Isa Muhammad alisema kuwa Malala hakuwajulisha polisi kuhusu mkutano wake wa kisiasa kama inavyohitajika kisheria. Muhammad alimshtumu Malala kwa kutatiza usalama mjini Kakamega na kwamba atashtakiwa na kosa hilo pindi tu atakapokamatwa. Mkuu huyo wa polisi eneo hili aliongeza kuwa seneta huyo zamani atashtakiwa na kosa la uendeshaji mbaya wa gari uliotisha maisha ya raia, kutatiza waendeshaji magari mingi, wengine na kukiuka kanuni za trafiki. Tayari washukiwa kumi na wanane wamekamatwa kuhusiana na zogo la siku ya Jumamosi. na waziri mwenye mamlaka makuu aliye pia waziri wa masuala mambo ya nje Musalia Mudavadi amesema serikali ya Kenya ni dhabiti na imejitolea kutimiza ahadi zake kwa wananchi bila kubabaishwa na kelele za kisiasa zilizopo. Akizungumza na raia wa Kenya wanaoishi katika miji ya Rabat, Casablanca, Marrakech wa na keti, Kenitra nchini Morocco. Mdavadi aliwahakikishia kuwa licha ya misukosuko ya kisiasa nchini Kenya, serikali inaendelea kutekeleza miradi yake ya maendeleo. Aidha, Mdavadi alielezea hatua zilizopigwa na serikali kama vile ujenzi wa nyumba za gharama nafuu na mpango wa afya kwa wote UHC, ambao umewasajili zaidi ya Wakenya milioni 21 kwa hazina ya afya jamii ya SHIF, hii ikiwa ni ongezeko ikilinganishwa na idadi ya milioni tisa iliyokuwa hapo awali kwa hazina ya NHF. Hata hivyo alikiri kuwepo kwa baadhi changamoto katika utekelezaji wa miradi ya serikali akielezea matumaini kwa miradi hiyo itakamilika kwa haki ama. Akihakikishia wanaishi ugaibuni kuwa mabalozi wema wa taifa hili katika nchi wanakoishi, wanapoendelea na mambo kazi na hata biashara viongozi wa kike kutoka sehemu mbalimbali mbali za nji leo katika hoteli ya Safari pakwa mkutano kwa inuka na ujengo kwa imani na mkutano kiam, kiam wa viongozi wa kike katika sehemu mbalimbali kama siasa, dini na hata wanaharakati. Lengo lake lilikuwa kuangazia uponyaji wa kitaifa na juk

na basi kwenye ruba za kimataifa ni kuwa... chama chaamesmmahamkufutilia mbali ushindi wa Elias Nalukoola katika uchaguzi mdogo uliofanyika Machi 13 mwaka 2025. Katika uamuzi wake, jaji Bernard Namanya alisema kwamba alipata kwamba uchaguzi mdogo uliofanyika mapema mwaka huu ulikiuka sheria ya uchaguzi wa wabunge na makosa yaliyoshuhudiwa. akizungumza kaskazini mwa Uganda wamepata changamoto hirkua na kushinda kwa mara nyingine, kulingana na kiongozi huyo wa NUP, huhihirishwo la ufisadi tamizizi katika mifumo ya kisheria na kisiasa nchini Uganda. Basi mpenzi msikilizaji.